Tibika. Hospitali umeenda wanasema pressure. Lakini, nakwambie, bure, pressure pressure kutibika kutibika na lakini lakini bure kisukari hivi vyote vinaweza na na na sio dawa kubadilisha mtindo wa maisha. Wanakuambia itibiki kwa pressure, tibiki, kwa sababu sababu wanajua tayari kuambia wanga wala sukari wao ndio wanamiliki viwanda vya wanga, viwanda vya kutengeneza kutengeneza wanga na na wanamiliki viwanda sukari. Wanahitaji pia kuuza dawa zao za pressure lakini, pressure lakini nitakwambia jinsi inapotokea. Kifupi utaenda kuangalia zaidi video kwenye channel yangu ya YouTube. Mrija wa damu inakuwa hivi sawa kitu ambacho kinaharibu mirija yako ya damu kinasababisha hiyo presha, ni sukari. Nazungumzia sukari ya kwenye ugali, sukari ya kwenye mkate, sukari ya kwenye kitumbua. Nikisema wanga inamaanisha sukari, nikisema sukari inamaanisha wanga. Mirija ya damu huwa inakuwa iko flexible hivi sawa. Kuna sababu tatu, unakula baada ya kula vyenye kasha nyingi, okay. Bahati mbaya unatumia na kasha supplement pia. Kasha ina tabia ya ku-construct mirija yako, kwa hiyo unakuta imejibana hivyo tu. Bado kuna vyakula vyenye kasha hizi, nuts nyingi, karanga sana. Kwa hiyo pili, unajikuta unatumia nutrients vitamins and stuff kupeleka sehemu mbalimbali za mwili zinakuwa nzito, zina stick, kwa hiyo zinakuwa zimebaki, kwa hiyo inapata taabu kufanya hivyo yote, mchakato uendelee, na mirija imeshaziba, imeanza kuziba, imekuwa midogo hivi, ni moyo, ndio hapo mapigo ya moyo yanadunda sana. Unajisikia kichwa kinauma sana kwa sababu even mirija ya damu sukari zimejaa. Ndio hapo ikipasuka ya kwenye ubongo ndio hapo unakuta mtu amepata stroke. Na dawa za pressure hazitibu pressure. Okay? Wakati nasoma uh, mwalimu aliniambia bora utumie mazoezi kutibu pressure na sio dawa, na, na cholesterol so, ukienda hospitali ukienda because wanajua unakula sana wanga, unakula kwa na sukari, kwa huwezi kukosa pressure, huwezi kukosa cholesterol, kwa sababu cholesterol unazalisha kila siku kutatua matatizo ya inflammation zako. Kwa bila kuacha wanga, bila kuacha sukari, hakuna kitakachobadilika. Na unasema unakula sukari ni modulation, that's why you are dying. Pressure haiji kwa usiku mmoja, ndio maana kupona inakuwa shida, na ni hizo kulevezi sukari kuliko kulevezi pressure, kwa sababu ndio inahusika moja kwa moja organs za kwa moyo. Tumia vitu kama manjano ni muhimu